sasa <laughs> nataka kuuliza, kuna wale wanafanya kazi kule kwenye material, na umeona material zile jinsi zilivyo ni chemicals. Nawapa maski wewe bwana, sema sisi tunataka kuona wewe mtanzania mwenzetu hapa, unatuua leo ama unatuokoa? <laughs> <laughs> <Uzori>, labda mheshimiwa, niseme kitu kimoja. Uzuri labda <laughs> angepatikana mtu wa material wa material ni wapo wenyewe waje kujielezea, lakini kisema, mimi mimi nahusika kwenye mashine mashine yenyewe, mnavaa maski ni mashine asilimia nyingi basi zipo lakini sisi tuseme sisi wenyewe ndio tuchukue. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu, Bunge, Vijana na Watu Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Jenista Mhagama, amepiga marufuku hiyo alipotembelea viwanda viwili vinavyozalisha viatu vinavyomilikiwa na mwekezaji wa Kichina wilayani Mkuranga mkoani Pwani ili kupata taarifa <tabion>. kamili juu ya hali za wafanyakazi hao na hizo kaloli mkiwagawia hamuwatozi. Kwa hiyo hizi uniform hizi aa wote mliowafa leo uniform, kwa sababu nakuja, asitozwe mtu hata senti tano. Na wazi kabisa. Kwa hiyo la kwanza tumegundua kwamba sheria zetu za kazi hazifuatwi. Tutakachokifanya siku yoyote kuanzia Jumatatu tunarudisha kikosi kazi chetu hapa kutoka idara ya kazi, na waje hapa wasimamie masuala yote. Na mheshimiwa DC, tutakuomba utusaidie kusimamia na hawa wawekezaji bande wake mbunge wa jimbo la Mkuranga Mheshimiwa Abdallah Ulega amesema malalamiko ya wafanyakazi hao yana msingi kwa vile wengi wao wanapenda kufanya kazi licha ya kuwepo kwa mazingira magumu kwenye viwanda hivyo. na mwingine anaingia saa mbili usiku anatoka saa mbili asubuhi, hawapati muda wa kupumzika hata kidogo. Hakuna Jumapili, hakuna Jumamosi wala sikukuu ya Idi wala Krismasi wala Pasaka. <laughs> Mheshimiwa waziri mimi nilichokuwa nafikiri kwanza nakuhakikishia hawa hawawezi kueleza hisia zao, hasa kwa sababu wana uoga mkubwa sana, katika katika yeah, yeah, yeah, vikao vyetu vya baraza, ili sasa kuandaa sheria ndogo ambazo zitaweza kuwabana hawa ili wananchi, hawa wananchi wetu vijana wanafanya kazi pia waweze kuwa wanapata ajira na wanafanya kazi vile hawatezi. Mengine yaliyobainika katika viwanda hivyo ni kutokuwepo maafisa utumishi uwekezaji zaidi ya mmoja ndani ya kiwanda kimoja bila uongozi wa halmashauri ya wilaya Mkuranga kushirikishwa, huku wawekezaji hao wakielezwa kuwa hawajawahi kuchangia madawati ikiwa ni njia mojawapo ya kuunga mkono utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Naitwa Futuna Sleman, ITV Mkuranga.